Yes. Kicho kwanza ni kwamba pale ambapo utaingia katika platform. Tingia kujiunga nitakuwa nimeiweka hapo kwenye sehemu ya description. Sasa utagusa link ya kujiunga, then itakupeleka moja kwa moja kwenye ukurasa wewe kujisajili au login. Ukipita katika login utagusa hapa hivi, kuna utakuwa kuna maneno yameandikwa register. Sasa hivi yameandikwa login kwa sababu register imeandikwa kwa huku, na hapo ndio sehemu ambapo nitakuwa nimeitatumia kujiunga, lakini wakiwa kwenye ukurasa, utagusa hapa hivi, itakupeleka katika ukurasa huu hapa. Hapa hivi utaweka namba zako za simu ambapo unataka uzitumie katika kulogin. Uhakikishe kwamba hauanzi na sifuri. Sifuri utaiskip, then utaiacha. Utaandika namba zako hapo zote, kama mfano namba yako inaanza na sifuri saba au sifuri sita. Ile sifuri utaachana nayo, utaanza na sita then utaendelea na namba zako zingine za simu. Ndio baada ya pale baada ya hapo chini, utakuwa umeandika kuna sehemu ya password, utaandika password yote, simple tu lakini, ukitaka kulinda zaidi, utaweka complicated kama ambavyo unahitaji wewe, lakini unaweza kuandika yoyote tu na ikakubali. Then ukishamaliza, uta hapo chini pia kuna sehemu ya ku confirm, utaconfirm, hakikisha kwamba password yako unaandika vizuri, bila kosa, bila kuruka nafasi, kwa sababu ukiskip, ukaweka nafasi, inamaanisha zitakuwa zismatch. So utaandika kama jinsi ambavyo utakuwa umeandika mwanzo, eh, password yako utaikonfirm kwa hapo chini then baada ya wewe kuikonfirm kwa hapo chini pasudi yako inamaanisha kwamba utakuwa umemaliza, utakuwa umemaliza kwenye kuconfirm. Then ukishamaliza hapo hivi, kuna sehemu ya kuconfirm hapa chini, utagusa confirm kama ni mara yako ya kwanza kujiunga, then utajiunga katika platform hii. Kwa sababu nishajiunga, nitagusa kulogin, then baadaye nitaconfirm. Nitaingia kama kawaida utakuletea screenshot ila uta screenshot ila baadaye utakuletea kwenye ukurasa wa login pale ambapo utakuwa umeshajiunga mara ya kwanza. Tena ukishajiunga mara ya kwanza, ukifungua tu platform utakuwa imekuwekea kitu kama hiki hapa. Platform kama hizi hapa, hapo nyuma nimeweka video namna ambavyo unaweza kupata pesa kwa kutumia uh, uh, namna ambavyo pesa zinapatikana kwa kutumia platform kama vile LBL ambayo inatoka na baadhi ya pesa za watu. Sasa kujitoa katika wimbi hilo hapo la kuwa ni mtu ambaye anakuwa na safa kwa maana ya kwamba anakuwa pesa zako zinaondoka na kwa kutumia kwa, kwa, platform hizi hapa unafanya vipi? Ni kwamba pale ambapo unatakiwa ujiunge, ni kwamba uzingatie muda ambao platform imetoka kama hii hapa ina muda mchache tangu imetoka, na uzingatie kwamba baada ya pena, kwa mba, kuingiza pesa, pesa zako unazilinda kwa sababu pale ambapo utakuwa ume, umelinda pesa zako kuna kitu ambacho utakuwa umeokoa kutokana na pesa zako kuwa umezilinda. Kwa namna gani? Haya mambo yote utajua katika hapa platform utakuletea. Kama utataka kujiunga na kupewa Telegram, utagusa Telegram, lakini kama utataka kuunga kujiunga uta uta cancel tena. Ukurasa wako kwanza utakuwa hii hapa, na utakuletea sim kama hii hapa. Hii platform ndio itakuwa inaonekana kama hivi hapo. Ukishajiunga hapa, kutakuwa kuna recharge, kuna withdraw. Sasa tuanze na sehemu ya msingi sana, namna ambavyo unaweza kutoa pesa. Na unatoaje pesa katika platform hii hapa? Utagusa sehemu ya withdraw. Pale ambapo namna ya kuweka pesa pia tunajua, tunaenda kuangalia hapo mbele na namna ya kufanya kufanya nini uwekezaji katika platform hii hapa, tunaenda kuangalia hapo mbele, na namna ya kushare link, na namna ya kuingiza pesa zote. Tunaenda kuzungumzia yote mambo ya msingi, yote tunaenda kuzungumzia hapo mbele, lakini sasa hivi tunaanza na namna ya kutoa pesa. Natoa vipi pesa? Utagusa hapa sehemu kwenye ukurasa wako wa home hapa, utagusa kuna sehemu ya withdraw hapa. Ni sehemu ya wewe kutoa pesa, utagusa withdraw, then itafunga kama hivi hapa, hapo kunakuwa umeandikia withdraw kamili ambayo kwenye line hiyo ambayo unataka pesa zote zinaingia, mfano hapa nikitaka ni kwa mfano tu, hii kwa sababu ni ni video ya kukuelekeza. Mimi naandika hivi hapa Vinemax hapa, alafu then baadaye hapa chini utaandika namba yako ya simu, utaandika namba yako ya simu baadaye namba ya simu ambayo pesa hiyo itakuwa inaingia, then hapa, hiyo namba ni ya mtandao gani utakuwa unaweka, inatakiwa ziwe, hiyo ni mtandao mitatu kutoa pesa, kwa unatakiwa kuzingatia hapa mitandao mitatu, wala utaitabidi uiache na TTC kwa sababu haipo katika platform, haifahamiki katika mfumo wao wa malipo. Sasa ni namba inayotakiwa iwe ya Tigo, ya Airtel au Vodacom, then uta, kama ni Vodacom au ni Tigo au ni nini, utagusa, utaconfirm kama ni mtandao gani, then utapiga done, alafu baada ya pale utagusa confirm. Hapo ukisha confirm unamaanisha utakuwa umeconnectiwa kwamba hii ndio itakuwa namba yako, pesa ambazo utakuwa na ukiwa unafanya withdraw ndio pesa zitakuwa na. Ukirudi hapo utaikuta ukiwa unafanya withdraw unamaanisha ndio pesa zitakuwa zinaingia katika sehemu hii hapa. Sasa kwa mfano, nataka kutoa kiasi fulani, utaandika hapa. Ni kwamba masharti yao pia ya kutoa pesa ni kwamba kiasi kidogo sana cha kutoa pesa ni shilingi elfu sita ya kitanzania pesa, pesa, pesa, pesa, pesa inamaanisha utaandika kiasi yes, ambacho utakuwa unatolea pesa. Kwa mfano anatoa shilingi elfu sita andika hapa shilingi elfu sita alafu then baadaye baadaye utakuja huku chini utaandika withdraw money. Nao haya masharti hey, yote pesa itaingia baada ya muda gani, utakuwa kama utahitaji kuyasoma pia utayasoma, na muda wa kufanya wa hey, kufanya withdraw pia umewekwa hapo lakini kwamba kuna riba pale unapokuwa umetoa pesa, ni kwamba ni asilimia kumi na mbili na katu, pale ambapo nakuwa unatoa pesa kutoka katika platform hii hapa, kama sehemu yao ya maintenance wanavodai wao. Then baada ya pale, hivi pesa itakuwa ina, inaingia ndani ya masaa ndani ya masaa mawili ama matatu lakini lakini ni kwamba haiwezi ikazidi masaa ishirini na nne pale ambapo unakuwa umetoa pesa yako katika platform hii hapa, then utagusa, ukiona kiasi itakuandikia hapo kiasi, then itatoa pesa zako, baada ya muda fulani utaikuta pesa zako. Kwa sasa hivi mimi ukiingia unatakiwa ukumbuke kwamba utakuwa umepewa kiasi cha shilingi elfu moja katika akaunti yako. Haya. Sasa unafanya, unafanya vipi recharge kuweka pesa unaweka vipi pesa kuweka pesa tutaangalia baada ya kujua pesa inapatikana vipi katika platfom hii hapa. Kwanza katika platfom kuna sehemu moja inaitwa product. Product hapa ni sehemu ambayo wewe kuna product mbalimbali. Hii platfom wadai kwamba ni sehemu ambayo utakuwa unawekeza pesa katika product ambazo wameziweka hapa katika list hizi na baada ya kuwekeza zile pesa ndani ya muda fulani ambao utakuwa umeiweka, utakuwa unaingiza kiasi fulani ndani ya, ya siku ambazo utakuwa umefanya kazi. Itakuwa imefanya kazi kwa mfano kiasi kidogo sana ni shilingi elfu ishirini utawekeza katika bidhaa hii hapa, inaitwa glasfeli pa kumi na mbili. Ukishaingia hapa hivi ukishawekeza, namaanisha kwamba utakuwa ndani ya siku 80, kila siku utakuwa unaingiza shilingi elfu tano utakuwa unaingiza shilingi elfu tano ukiwa umewekeza shilingi elfu ishirini kwa kila siku ndani ya siku themanini. Then ukicalculate hapo ndani ya hizo siku themanini namaanisha utakuwa umeingiza laki na kwa shilingi elfu themanini Sasa ukitaka kubai hiyo hapo, hiyo zipo nyingi hapo. Sasa utachagua ambayo iko suitable kwako. Mimi nime kwa sababu kuni minimize video isiende sana eh, nime nitaelezea chache tuna hii hapa, ngoja tuelezee hapa pia. Moja ya mwisho ni kwamba hii formula si standard series. Ni hapa ya mwisho itatakiwa kwamba uwekeze shilingi laki tatu zeni baada ya pale, ndani ya siku themanini utakuwa unaweza kuingiza elfu themanini na tisa kwa kila siku ndani ya hizo siku themanini kwa, kwa kila siku na hizo siku themanini naonyesha kwamba na platform hii hapa, kumbuka ni kwamba platform ambayo utakuwa haufanyi kazi sana. Platform hii, platform kama hizi hapa ni kwamba zinazuka na kutoweka. Sasa kama unataka kujiunga na kupata faida mapema, unataka kujiunga mapema, link nitakuwa nimeweka sehemu ya description au kwenye comment ya kwanza hapo. Utakuwa utaingia hapo, then utagusa link itakupeleka moja kwa moja kwenye class yao kujiunga, then utawekeza na utafanya mambo yote ambayo nitakuweka ina ambayo nakuelekeza hapa ili upate faida. Then kwa kama hii hapa hivi, utakuwa unaingiza shilingi aga kwa kila siku Alafu baada ya pale hivi faida ambayo utaipata ndani ya siku themanini yatamaanisha utakuwa umepata milioni saba laki moja na elfu ishirini, na kwa sababu hii ni elfu themanini na tisa imezidi shilingi elfu tano ambao ni minimum amount unaweza ukaitoa hiyo hiyo kesho. Sasa ukipiga mahesabu hapa ni kwamba baada ya siku kadhaa, siku mbili tatu nne, ulikuwa umeingiza kiasi chako chote cha mtaji, na ambacho utakuwa unaweza kuendelea sasa kwa kuacha sasa faida ijiendeshe yenyewe baada ya kutoa mtaji. Na platform hizi hapa, natakiwa uzingatie kwamba mtaji unatakiwa uache, mwingine yaendelee kwamba mtaji itatakiwa utoe mapema then vitu vingine uache viendelee baada ya wewe kutoa mtaji ule then baada ya pale tutaangalia namna ya kuchaji, namna ya kuchaji inafanya vipi, na namna ya kuahirika wanafanya vipi, ndo mambo ya msingi ambayo nimekutoa hapa tu. Namna ya kulitaji utagusa kwenye ukurasa wako wa home, hapa utagusa kuna sehemu recharge, neno recharge, utagusa recharge then baada ya pale hivi recharge amount itakuja automatically pale. Recharge amount, minimum recharge amount, kiasi kidogo cha kuweka recharge inamaanisha shilingi 20,000 ama baadaye shilingi 20,000 pale utagusa shilingi recharge method yako, au sasa unataka uingize katika mfumo gani, itakupeleka moja kwa moja kwenye mtu ambaye unatakiwa umtumie pesa kwa maelekezo yote kwamba utatakiwa pesa uitume katika akaunti fulani, then ukishaituma katika akaunti fulani, watakupatia akaunti pale na, na username hiyo akaunti na ukishaituma, inamaanisha moja kwa moja then utakuta pesa yako katika ukurasa wa home. Sasa ukaekeza ukisha katika, katika kiasi ambacho utakuwa umeweka. Zingatia kwamba hizi platforms zinazuka na kutoweka. Hakisha kwamba hauingii hasara kwa sababu maelezo yote inayokupa yanakutosha, kwa sababu yanatosha kukuelezea namna ambavyo unatakiwa ufanye, ili usipate hasara katika platform hizi. Hapa zinazuka na kutoweka muda wowote, iweze kaondoka. Sasa unatakiwa ukiingia, ukipata faida, unatakiwa faida yako uitoe, utoe kiasi cha mtaji ambacho ulitumia kujiunga, then baadae wache faida endelee kuendesha e, platform. Then ukitaka kualika unaingia katika timu hapa, unaingia katika timu hapa kuna level 1 ya kualika, inamaanisha pale utakapomwalika mtu wa kwanza akiwekeza kiasi cha shilingi atakayowekeza asilimia thelathini utatumiwa wewe. Lakini namna ya kualika ni ipi? Kuna invitation link hapo, utakopi link na pia kuna invitation kodi. Ukitaka kualika kwa kodi utakopi kodi, ukitaka kualika kwa link ni nyepesi sana, tumia link hapo, utagusa mtu ambao utakuwa unamtumia link moja kwa moja, ataclick link ambao umemtumia na ataenda kujiunga kwa kutumia link yako, na akiwekeza kwa kutumia link yako pia asilimia themanini asilimia thelathini ya kiasi atakachowekeza kwa mara ya kwanza utakuwa unatumiwa wewe katika akaunti yako. Mimi ni tu Vinemax. Hakikisha kwamba umesubscribe katika YouTube channel yangu pale ambapo kuna kuna post vitu vipya kama hivi hapa kuhusu ya teknolojia, na unakuwa mtu wa kwanza kupata mambo kama haya, namna ya kupata pesa, namna hii hapa. Hakikisha kwamba unazingatia kuingia katika platform mapema na kupata kutoa pesa yako mapema. Ama mengine yote ni yale ambayo ni ya kawaida, ambayo kama umezoea platform hizi hapa hata kuwa na kutia Ha, hata kuwa nakutia wasiwasi kwa sababu mambo yamezoeleka, lakini kuna sima download application kama unataka kudownload utadownload, lakini kuna, kuda, lakini kuna customer service yao utagusa katika customer service. Customer service nini, utaenda kama unataka kuwasiliana nao kuna magrupu yao ya Telegram, kuna magrupu ya WhatsApp, utataka kujiunga, watakuunganisha.